Msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Jumanne, juma la nne kipindi cha Kwaresma mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 47 aya ya kwanza hadi ya 9 na aya ya kumi na mbili na injili kama ilivyoandikwa na Mwinjili Yohane sura ya tano aya ya kwanza hadi ya tatu na aya ya tano hadi ya kumi na sita. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na ili Yohane. Baada ya hayo, palikuwa na sikukuu ya Wayahudi na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete nao waliopooza. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka thelathini na minane. Yesu alipomwona huyu amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mgonjwa akawa mzima Akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza yule aliyekuambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo, Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyefanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuuvi ya Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Sehemu hii ya maandiko matakatifu siku ya leo inaeleza wazi juu ya simulizi la kuponywa kwa mtu aliyekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka thelathini na minane katika birika iliyoitwa kwa lugha ya Kiebrania, Bethzatha. Hili ni tukio lenye nguvu na linalokufundisha mambo kadhaa muhimu kuhusu imani, huruma ya Mungu na umuhimu wa kuchukua hatua katika maisha yetu ya kiroho. Bila shaka, wakati wa Yesu watu walikuwa wanatafuta uponyaji katika maeneo mbalimbali. Bwawa au birika la Bethzatha ilikuwa ni miongoni mwa maeneo maarufu ambako watu walikuwa wakiponywa magonjwa yao. Waisraeli walipatumia mahali hapo kama sehemu muhimu ambapo watu walikusanyika kutafuta uponyaji. Inaaminika kwamba katika birika la Bethzatha, malaika alikuwa akishuka na kuyatibua maji na yule aliyeingia wa kwanza baada tu ya maji yale kutibuliwa aliponywa ugonjwa wake au shida iliyokuwa ikimsumbua. Katika muktadha huu, tunakutana na mtu mmoja ambaye amekuwa akingojea kwa muda mrefu, takribani miaka thelathini na minane bila mafanikio, kwani hakuwa na mtu wa kumsaidia kuingia ndani ya maji. Sehemu hii ya simulizi itufundishe kuwa ulemavu si wa kimwili tu bali pia ulemavu uko pia wa kiroho. Mtu huyu alikuwa na ulemavu wa kimwili na amehangaika sana kwa muda mrefu bila mafanikio. Lakini si hivyo tu, pia alionyesha ulegevu wa kiroho kwa kukata tamaa, kwani alikata tamaa ya kupata msaada, na hii inawakilisha hali ya wengi wetu katika maisha kwani tunapokuwa na changamoto, mara nyingi tunajikuta tukiwa wanyonge na kukosa matumaini kabisa. Lakini sehemu hii ya maandiko matakatifu inatufundisha mambo mengi muhimu, lakini kwa namna ya pekee naomba tutafakari juu ya mambo muhimu matatu. Moja ni huruma na upendo wa Yesu. Ndugu zangu, Yesu ni mwingi wa huruma na mapendo na yupo tayari daima kutusaidia katika maandiko yetu ikiwa tutamwita. Na ndiyo maana katika sehemu hii ya Injili tunashuhudia huruma ya Yesu, Yesu anayeponya, Yesu anayehurumia, Yesu anayemsaidia watu wake. Hasa alipomwona mtu mgonjwa, kwa huruma alimsaidia na kumponya shida yake. Na ndiyo maana tunaambiwa Kristo alimuuliza mtu huyu, je, unataka kuwa mzima? na mara akamponya ugonjwa wake uliokuwa ukimsumbua kwa muda mrefu. Swali hili linaweza kuonekana kama ni swali la kawaida sana, lakini lina maana kubwa mno, kwani katika swali hili Yesu anataka kujua kama mtu yupo tayari kubadilika au kuponywa au la. Hii ni muhimu katika maisha yetu ya kiroho, kwani inahitaji kukiri na kutaka wenyewe kwa moyo radhi kwa kutaka kubadilika ili kukubali huruma ya Mungu itende kazi ndani yetu, kwani Kristo anatusaidia na kutuponya haja zetu kulingana na utayari wa moyo wetu. Na ndiyo maana mgonjwa huyo aliponywa shida yake mara tu baada ya kujibu swali la Yesu kuwa, je, unataka kuwa mzima? Na Yesu akamponya kwa kumwambia, simama jitwike godoro lako uende. Jambo la pili ni mwito wa kuinuka. Yesu Kristo anatualika tuwe watu wa kuchukua hatua ya kumwelekea yeye, ili tupate kuponywa, kwani alimwambia yule mgonjwa ainuke na achukue godoro lake aende. Hii ni alama ya kujiinua kutoka kwenye hali ya kukata tamaa na ulemavu au ulegevu wowote ule, ule unaotukumba maisha nimwetu, kwani katika maisha yetu ya kiroho tunahitaji kujiinua kutoka katika dhambi, majaribu na majanga mbalimbali. Yesu anatoa mwito wa kutenda wa kuchukua hatua, kwani watu wetu kusubiri tu kwa mabadiliko, bali tunapaswa kuchukua hatua katika imani ili tuwe na salama ya roho na mwili. Tatu, mtazamo wa sheria na huruma. Katika sehemu ya mwisho ya injili hii tunaona wazi kuwa Wayahudi walikemea mtu aliyepokea uponyaji kwa sababu alichukua kitanda chake siku ya Sabato. Hivyo Wayahudi walishikilia sana sheria bila kujali utu wa mtu wala hitaji lake la msingi. Jambo hili litufundishe hasa kuwa na uwezo wa kutambua kwanza utu wa mtu, ndipo sheria ifuate na, ifundishe na itufundishe kuwa sheria zinapaswa kutumika kadiri zilivyowekwa, lakini utu wa mtu ni lazima uanze kwanza, kwani Yesu Kristo mwenyewe alikuja kutimiliza sheria, lakini alisisitiza zaidi umuhimu wa huruma na mapendo. Huu ni mwito kwetu sisi sote kujifunza kutofautisha kati ya kufuata sheria na kuishi katika upendo ili tuweze kuwa chombo cha mabadiliko katika jamii zetu, na bila kujisahau sisi wenyewe. Hivyo ndugu zangu wapendwa, tuombe neema ya Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu, ili daima aitusaidie kuwa na utayari wa kubadilika kutoka katika mwenendo wetu mbaya wa maisha na kuenenda katika mwenendo mzuri, hasa kwa namna na ya pekee katika kipindi hiki cha Kwaresma tunapoelekea kuadhimisha mafungo matakatifu ya uokovu wetu ili tupate kuwa na uzima wa milele. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Sartelsamni Mpanga, wa shirika la wamisionari wa, la wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu ya Gaspari del Bufalo. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina!